Hali gani ndugu mtazamaji? Ufuatao ni utabiri wa hali ya hewa wa saa ishirini na nne zijazo kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania. Langu jina ni Desdery Moses. Mifumo ya upepo inaonyesha kuwa upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa katika Ziwa Victoria. Kwa upande wa Ziwa Tanganyika, Ziwa Nyasa pamoja na maeneo yote ya mwambao wa ukanda wa pwani ya bahari ya Hindi upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilometa thelathini kwa saa, huku hali ya bahari ikitarajiwa kuwa na mawimbi makubwa. Hivyo, mamlaka ya hali ya hewa Tanzania inatoa angalizo la uwepo wa vipindi vifupi vya mawimbi makubwa hususani katika maeneo yote ya mwambao wa ukanda wa pwani ya bahari ya Hindi. Wananchi wanaojishughulisha na shughuli mbalimbali ikiwemo za uvuvi na usafirishaji wanatakiwa kuchukua hatua stahiki ili kupunguza madhara yanayoweza kujitokeza. Usiku wa leo, ni matarajio yetu kuwa maeneo mengi hapa nchini anatarajia kuwa na hali ya mawingu kiasi na makavu kwa ujumla, isipokuwa maeneo ya ukanda wa pwani ya kaskazini ya bahari ya Hindi ikijumuisha mkoa wa Morogoro ambapo tunatarajia kuwa na hali ya mawingu kiasi na mvua katika maeneo machache, na hali ya baridi bado natarajia kuendelea kushamiri usiku wa leo huku kiwango cha chini zaidi cha joto kinatarajiwa kuwa nyuzi joto tisa katika mkoa wa Njombe. Na hapo kesho, ni matarajio yetu kuwa maeneo ya nyanda za juu kaskazini mashariki katika mikoa ya Arusha, Kilimanjaro na Manyara kinatarajiwa kuwa na hali ya maengo kiasi na mvua nyepesi katika maeneo machache, huku maeneo ya ukanda wa pwani ya kaskazini ikijumuisha mkoa wa Morogoro kinatarajiwa kuwa na hali ya maengo kiasi mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua, na maeneo mengine ya nchi yaliosalia kuwa na hali ya mawingu kiasi na makavu kwa ujumla. Na sasa karibu tuangazie utabiri wa hali ya hewa wa siku nne zijazo kwa baadhi ya maeneo hapa nchini. Vipindi vya mvua pamoja na vipindi vya jua vinatarajiwa katika mkoa Dar wa Dar es Salaam. Kwa upande wa mkoa wa Dodoma vipindi vya jua vinatarajiwa. Hali hii ya ukavu bado inaendelea kuonekana katika mkoa wa Mwanza halikadhalika na maeneo ya mkoa wa Kilimanjaro. Kwa upande wa mkoa wa Mbeya, vipindi vya jua vinatarajiwa kuonekana katika siku nne zijazo, halikadhalika kwa maeneo ya mkoa wa Morogoro. Hali hii bado inaendelea kuonekana pia katika mkoa wa Arusha katika siku nne zinazokuja. Kutoka mamlaka ya hali ya Tanzania hatuna la ziada, hadi wakati mwingine, asanteni. Kwako tufuatilia